Tunawachukua watu wenye kukata kinyesi kwa karatasi, tunasema nabii Musa. Ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mtu nachukulia mtoto wangu wakati kumbukumbu, mbona hujawapelekea shehe shehe akawasomesha? Mbona hujawapelekea shehe akawasomesha? Na ukitaka ushahidi wa haya tutaonyeshana, tuta katika sura eh, surati al-Baqara aya ay, ya mwisho mwisho inazungumza mambo haya kabla hata hajaja, inazungumza haya. Kwa hiyo anaonyeshwa pale, wanaonyeshwa eh huyo masahaba. Hey, okay, hey, na watu wanachukulia kwamba kweli Saidina Uthman huyo, Omar Omar, kweli huyo hapo, Hamza ah, jamani, huyo Hamza huyo, tunachanganyiwa mambo Mwenyezi Mungu alisema wala talbisul haqa bil batil, msichanganye mambo ya haki pamoja na batil. Kumbukumbu zao si za haki, lakini wanapitia kwenye masala kama ya kihaki. Wataktumul haqa wa antum taalamuna ta, na mkaificha haki hadi ya kuwa mnajua. Watu wanaelewa kwamba hii batil, wataipamba wataipambapamba, waipambe pambe. Je, mbona zilipoingia cd si zile au mada kama zile. Je, sisi tuliona kweli mna kumbukumbu na kumbukumbu. Natoka siku hizo so zilionyeshwa tumekumbuka nini kuonyesha kwamba hakuna kumbukumbu iliyokuwa sahihi. Hakuna kumbukumbu kumbukumbu iliyokuwa sahihi. Na wakati mwingine utachukuliwa mchezo uonyeshwe na wasiokuwa Waislamu, waonyeshe michezo ya wa Nigeria, michezo ya matoto yatima na si Waislamu, au michezo ya kichawi. Tena unamwona huzuni. Huzuni. Na mtu analia hapo. Unamwona inatia huzuni. Inatia huzuni. Na huzuni kabi. Kwa kuwa mtu wenyewe si yeye. Lazima upotezwe si yeye wewe. Mbona imesoma Qur'ani hujalia hata mara moja? Itafute kumbukumbu yako wewe na mimi. Ilivosoma haya ikakuchoma, ukaweza kulia, ukatokwa na machozi, ukasema ama hapa Mwenyezi Mungu kaongea aongea, ama hapa Mwenyezi Mungu kweli si, sisi tuna tunamwasi mola wetu, hali ya kuwa machozi yanadondoka nini? Kwa sababu tumenyimwa kumbukumbu, mpaka machozi hayatoki. Almasara, ukinyimwa kumbukumbu kwenye haki muli

abai mwanamke enye hatakeata, mwanamke enye kinyago cha mbauri <laughs> anamlilia, tamsika linatetembeka <laughs> kitu kama limepata malaria. Lakini ukimlilia mtu kwamba ah, hazina imentoka yule mwanamke bwana, pengine amefariki ama ametoka katika twaa ya Allah. Ah, mwanamke nilikuwa nimemfunza, nimemsomesha madarisi hivi, ah leo anamtoka hapo, utakuwa unapata thawabu. Ah, mimi nalia kwa mwanamke, najua atakwenda kupata shida, najua atateseka, najua atanyanyasika kwa sababu ya kuiacha dini ya Allah subhanahu wa taala, ambayo wewe mume umemfundisha, lakini unalilia

anakufanyia shinde mauujkiwa mgonjwa, tashaji wa mgonjwa, una maradhi. Kumbukumbu zako sizo, unachukua kumbukumbu za ajabu ajabu. Vijana siku hizi wana lugha mbalimbali za kitisani, wanasema paka akachua kwenye polo enyewe. Hey, acheni maneno akimuni hayo yote, ndio ayazungumzie yale mbele ya wazee wao wasijue mbele ya watu wenye kujirishimu, wasielewe. Sasa ndio tulipofikia hapo, matatizo ndo haya kumbukumbu. Mwanamke anamnilia mume ambaye mume alimtoa kwenye giza akamuingiza katika nuru mu. mume akawa alhamdulillah, anaswali madarisi, mume kakubali, lakini aa, kapata mtu pengine mwanamke mwingine kamtoa katika dini. Mwanamke anakaa analia kwi kwi, kwa wema ambao aliyofanya. Matokezo yake yule mume kenda kufanya vitu vya ajabu ajabu. Kuna wanawake wanawake wengine wanafika kutoa mahari yao, toa mahari, pesa nyingi sana. Habari zinatufikia sisi sio za mazisho, sio habari za maziko tu, zinatufikia habari mwanamke katoa pesa yake nyingi sana mahari anaficha, mwanaume anakuja, kumbe hana mpango wote, mwana lofa kabisa. Ana kitambulisho chake tu ndio kumbukumbu yake. Maana sasa hivi tumebakishwa na vitambulisho vya kumbukumbu, hatuna chochote. Kumbukumbu iko wapi? ya Qurani tunayo, iko wapi? Kumbukumbu imetupotea. Basi mtu anafika kupewa mahali laki tano, njoo nyoo, jamaa anakwenda nao mifuko mitupu, ana ndoto tu. Kapuku huyo, ana kitu anakwenda, anaoa vizuri, anaheshimiwa. Kapuka hana, anapewa, ana shughuli, anashughulishwa. Mwisho mwanamke anaamua kumsafirisha ili akatafute maisha. Mwanamke anapelekwa kwenda kutafuta maisha, linakwenda huko, alafu linakuwa fisadi. Akirudi wewe mwanamke, wewe katika wanawake wewe, wewe si mchezi tu maana ndo kashao na hayo makawa mengine yanaweza kufunika mabeseni. Kaliacha ili linoweza kufunika kisinia. Hajui kwamba mapenzi hayako kwenye kawa, na uzuri wa kawa si uzuri wa chakula. Mtu unaweza kalio na kawa limeandikwa sijui njoo tule mpenzi peke yangu, siwezi funua chakula, kuna mhogo mchu kwa kipande cha nguru sijui, <laughs> wale wakubwa ana nifahamu anataka nifahamike. <laughs> eh? Lina mauwa. Lina eh? Kwa uwezo wa Allah eh? Kawa wazuri lina maua nyingine na madashidashi siingine nandikwa wawili wakipendana adui hana nafasi, njofunue kawa gakua njofunue kawa linakuja kufundua kawa maisha mgeni wa wangu aianaua unakuta una una muhogo umesimama kisa sawa. Muhogo ukiweka eh, kwenye sahani hivi ukiinua kile kipande ukijinua hivi basi unasimama kama mshumaa. Sasa watu waelewe hii ni mambo ambayo tunaona kama masala haya ni mambo ambayo tutajieleza wenyewe. Mwenyezi Mungu anasema katika kumbukumbu, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata faahyakum thumma yumitukum thumma yuhikum thumma ilayhi turjaun. Kumbukumbu kaifa takfuruna billah Vipi mnamkufuru Allah subhanahu wa taala. Sasa ili watu wapige breki ya kukufuru, tusiweze kukufuru, lazima tuletewe kumbukumbu, tena kumbukumbu ambayo ina tisha, ina mawaidha, ina liza almauti. wa kuntum amwata, hali ya kuwa ninyi mlikuwa mko katika hali ya umari, mauti. Kumbukumbu kumbu hiyo ikaja tunakotoka ikazungumza tulipo, fa ahayakum, tukakuhuisheni. Kumbukumbu hiyo ikatupeleka baada ya kwamba sisi tuko hai, thumma yumitukum, kisha mtakufa.